Baba mkwe, habari zak pa kufika nyumbani? Sawa, naweza kusaidia tubeba hivi wa naona wetubebea hapa vitubea kusaidia kupeleka Hey. Naona mawingu, naona upepo, si nanga oh, amenizoea. Habari eh? Oh. Nata niingize hizi. Ngoja, simama yes, hapa <tipa> nini mbaya <tipa> nikuulize. Naomba kuuliza swali na unijibu saa hii. Kijana yangu ndiye alikuoa wewe ama bwana yangu ndiye amekuoa wewe? Naomba unijibu. Nyamaza. Nijibu. Kijana yako. Kijana yangu ndiye amekuoa. Ndio maana. Sasa huyo siku hizi nishai kuandika kazi. Hapana ya kuambia ukiona bwana yangu wewe ndio huyo ambia kwenda kumkimbilia kana kuchukua vitu, si ndio? Hapana, mama, sina makosa. Kama ananibebeka nguo za za nyamba hiyo fufai kuona.

haujielewa hiyo statement. nimekuuliza swali wewe umeoa huyu mwanamke ama babako ndio amemuoa? Mbona unaongea mambo ya kishindo? Nijibu kwanza unanichamsha na wewe pia unijibu eh? So, haraka nimekuuliza swali na unijibu. Mimi ni mtu niko na heshima. Mbona unauliza ujinga namna hiyo? Sipendi kusumbuliwa eh? Wewe kijana wangu unanipandisha. Wewe unajua kitu yenye mafanya amenizoea, amezoea sana na si mara ya kwanza na si mara ya pili. Yeye akionanga tu babako ndio ile kwa geti anafika. Yeye kutu kutu kutu kwenda kumsalamia kumrukia rukia, anachukua vitu za wapi. Una nyonyonyo? Mtoto ana makosa. Maisa. Huyu ni babake. Nijibu, ngoja nijibu. Muna usiano gani sana karibu na msichana wangu? <laughs> Sasa, wakati weo humo ndani unapumzika, Mwanangu akiniona nimerudi, ni merudi na kimkoba kizito. Hawezi kuja kunisaidia kukimamu? Mwenye nafata wa kimbilia siyo uyu. Mnasikia, ni mjukuu wako Sio msichana wake. Nafaa kukupatia heshima. Huana jua chira ni nini? Ushaikaa na wazee wenzako ukauliza mambo ya chira? Wewe unataka kunirukisha ku steps. Sasa steps ni nini na wewe kijana? Unataka kwanza kujibishana na mamako, si ndio? Nime... ah, ah, unataka kwanza kujibishana na mamako. Mama si anakosa. Subiri. Mama pia anakosa. Subiri. Sasa na wewe. Na wewe. Nisiwahi kupata tena siku nyingine na babako, unaenda kila saa kila saa kumkimbilia kumkimbilia kama ni bwanako. Umesikia tu vizuri. Tumeelewana?